Madagaskar iko mashariki mwa Afrika na ndicho kisiwa kikubwa zaidi katika bahari ya Hindi, na hapa kuna spishi tofauti ya wanyama na mimea. Takriban hekta zaidi ya laki mbili na elfu thelathini ya za mikoko zilizoorodheshwa nchini Madagaskar mwaka wa elfu mbili kumi na nane zinapatikana hapa haswa katika maeneo ya Menabe, Melaki Dina, Doeni, Andrefana na Sofia. Madagaskar ina eneo kubwa sana la mikoko inayowakilisha asilimia mbili ya hifadhi ya dunia na asilimia ishirini ya hifadhi ya Afrika. Mikoko ni maajabu ya asili. Ni misitu, lakini hukua katika maji yenye chumvi, na inatoa huduma za thamani sana kwa wanadamu kwa kupunguza athari za dhoruba na kupanda kwa kina cha bahari. Ni vitalu vya samaki na wanyama wa majini na hutoa maeneo ya ndege kutagia. Katika mchakato wa kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa, mikoko ina jukumu muhimu katika uondoaji wa kaboni, hata zaidi ya misitu ya nchi kavu. Mikoko hutoa chakula na riziki kwa jamii za pwani ikiwa ni pamoja na kamba, kaa na uvuvi wa samaki mbao na kuni. Pia miti ya mikoko hutumika katika ujenzi na kwa kiasi kidogo kama kuni. Shughuli za uvuvi za kitamaduni na za viwandani hufanywa ndani ya guba ya mikoko, hasa kwa kuzingatia aina mbili za kamba. Mkusanyiko wa kaa unafanywa mwaka mzima ili kukidhi mahitaji ya ndani ya watu hapa watu wa eneo hili kwa miaka mingi wamehusika katika shughuli hizi ambazo zimesababisha athari ndogo sana kwenye mfumo wa ekolojia. Thamani ya mikoko kwa upande wa uvuvi na uzalishaji wa misitu ni wastani wa zaidi ya dola elfu ishirini na tatu kwa hekta kwa mwaka na zaidi ya dola elfu thelathini na tatu kwa hekta kwa mwaka utawaliwa. Uzalishaji wa kamba kutoka msitu huu ni hadi mia tano themanini na mbili kwa hekta. Mikoko hufanya kazi kwa kuzuia dhoruba, hutumika kama vitalu vya samaki na kuvutia samaki wanaovuliwa ndani kwa kutumia mitego, lakini misitu hii iko katika tishio la kupunguka kutokana na matumizi yake katika shughuli za uchimbaji madini, ujenzi wa mahoteli na maeneo ya starehe. Serikali ya Madagaskar ilipiga marufuku uvunaji wa na uuzaji wa mikoko mwaka 2014, lakini utekelezaji kwake umekuwa ni mdogo sana. Katika baadhi ya maeneo, jumuiya za wenyeji hutekeleza marufuku hii wenyewe, lakini kwa jumla serikali haina rasilimali ya kutosha kwa hakikisha utekelezaji wa marufuku hii na kutunza misitu ya mikoko unaendelea kikamilifu.